Kenya inapendekeza matumizi ya mifumo ya kidijitali ya biashara kwenye mataifa wanachama wa shirika la COMESA wakati inapojiandaa kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa shirika hilo linalojumuisha mataifa ya Afrika Mashariki na Kusini. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki anasema kuwa kuweka huduma za unakili stakabadhi, malipo na mipango kwenye mfumo wa kidijitali, shirika la COMESA litapunguza gharama ya biashara kwa angalau asilimia thelathini. Kumesa, kumesa. Biashara baina ya mataifa wanachama wa shirika la COMESA ingali ya kiwango cha chini mno ikinakili asilimia kumi na saba pekee ya jumla peke za shughuli zote za biashara. Hali hii imechangiwa na sababu kadhaa ikiwemo ukiritimba kwenye vituo vya mipakani, vikwazo visivyo vya ushuru na taratibu za kiafisi. Well They distort regional markets, go against the the spirit of the free trade area. Kenya ambayo inatambuliwa kuwa kwenye mstari wa mbele katika shughuli za ubadilishaji fedha kupitia rununu, uvumbuzi katika teknolojia ya kifedha na uongozi uliojikita katika udijitali inapendekeza shughuli za kibiashara baina ya mataifa wanachama wa shirika la COMESA ziwekwe kwenye mfumo wa kidijitali.